Nichukue fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano huu uh, maalum kabisa ambao ni mwendelezo wa kikao kilichofanyika cha kamati ya utendaji ya club Young Africans. Ajenda kuu moja, uh, ambayo ilikuwa kwenye meza yetu ni mjadala na mazungumzo yanayohusiana na, na pande mbili ambazo zinakuja pamoja kujenga mradi wa uwanja wa club Young Africans na kama tulivyokuwa na communications masiku machache yaliyopita, tulitoa taswira ya mradi huu kwa kuanza na kumtafuta mwekezaji ambaye tutakwenda kushirikiana naye, na tukatangaza nafasi hiyo, na baada ya hapo tukapata fursa ya kualika makampuni mbalimbali mbali, kuomba na baadaye kupitia kwenye mchakato ambao uliongozwa na kamati yetu ya utendaji na hatimaye kumpata mwekezaji ambaye atakayeenda kushirikiana na Club Young Africans katika ujenzi wa uwanja. Lakini baada ya utambulizi huo, nichukue fursa hii kuwaalika wote kwenye mkutano huu, na nianze pia kwa kuwatambulisha ambao wako mbele yetu. Upande wangu wa kushoto tunaye makamu wa rais wa Club Young Africans Arafat Haji, na kushoto kwangu kwa mbali yuko Gerard Kihinga, mjumbe wa kamati ya utendaji ya Club Young Africans ambao kwa pamoja tulikuwa na kikao hiki. Na kulia kwangu ni mtambulisha mr m Ghalib Said Mohamed mmiliki uh, na mwanzilishi wa kampuni na makampuni ya GSM Group ambao basically wao ndio washindi wa partnership na Club Young Africans kwenye ujenzi. Kulia kwangu mbele zaidi yuko dada yangu Cheni ambaye yeye ni mkurugenzi wa procurement na miradi kutoka kampuni ya GSM Group. Baada ya utambulisho huo, na wote mnafahamu ya kwamba wiki mbili zilizopita tulitangaza kampuni ya GSM kuwa ndio partner wetu kwenye ujenzi wa uwanja, na hii ilitokana na process ambazo tulizitangaza kama nilivyosema awali, na tukasema ya kwamba baada ya hapo tutawasiliana na GSM Group kwa ajili ya kuwapa namba moja kuwajulisha kuhusu kufanikiwa kwao katika maombi ambayo waliyaleta kwetu, na la pili kuwaletea yale mahitaji ambayo klabu ya Young Africans inataka kuyafanya kwenye uwanja huo. Nitoe taarifa kidogo kuhusiana na mradi wetu. Ni mradi wa uwanja ambao tunatarajia kujenga katika eneo letu lililokuwepo mitaa ya Twiga na Jangwani, ardhi ambayo klabu ya Young Africans ilikuwa inaimiliki kwa muda mrefu lakini ardhi ile ilikuwa haipo katika shape sahihi, tukaiomba serikali kupitia mradi ambao uko pale sasa hivi wa maendeleo ya Mto Msimbazi, na serikali ikapokea dhamira yetu na kuichakata na hatimaye kutupa mwongozo wa vitu vya kufanya na baadaye kukubaliana kupewa eneo lenye square meter 37500 likiwa lipo katika shape sahihi ya mita 250 kwa 150 upana kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wetu. Baada ya kupewa eneo hilo, tukatangaza kutafuta partner ambayo tutaweza kutumia mahusiano hayo kujenga naye uwanja huo. Tukaipata kampuni ya GSM, na baadaye kampuni hiyo tukaiandikia kuwapa mahitaji ya aina ya uwanja tunaohitaji. Young Africans inategemea kujenga uwanja kwa partnership hiyo wenye category 3 au 4, between 3 or 4 Kienda kutafuta kwenye CAF guidelines za aina ya uwanja, utanielewa nikisema category 3 au 4. Category 3 na kupeleka mpaka robo finali ya Champions League na mashindano yote madogo yanaweza kushiriki hapo, na category 4 is the highest when it comes to uh, standards za viwanja ndio inaweza kupelekea hadi kucheza finali za mashindano yote barani Afrika ikiwemo Afcon uh, Champions League, CAF Confederations mashindano mengine. Kwao tuliamua kwenda kwenye kategori hiyo ili kutoa fursa ya klabu ya Yanga ambayo sasa hivi imedevelop uh, behavior kushiriki ya kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia kutoa fursa ya uwanja wetu kutumika kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu eneo hilo halitakuwa tu la uwanja wa mpira wa miguu, lakini facility hiyo inaweza kutumika kwenye mechi mbalimbali mbali, lakini pia matukio mbalimbali mbali ya kijamii, na dhamira ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuhudumia uwanja lakini tutakwenda kujenga uwanja ambao ni state of the art. Leo ambapo ni sehemu ya taarifa hii tunaitoa, excom iliweza kupata nafasi ya kupata presentation ya aina ya uwanja utakavyokuwa. GSM Group wameappoint leading architect David Kibebe, ambaye yeye ndiyo amekuja kufanya presentation ya aina ya uwanja ambayo kitaalam inaitwa conceptual design. Pata concept ya jinsi gani uwanja utakavyokuwa kulingana na hizo standards za CAF lakini pia kulingana na mahitaji binafsi ya klabu ya Young Africans. Tumepata presentation hiyo na tumeweza kuitazama na kutoa mawazo kwa yale maeneo ambayo tulikuwa tunaamini yanaweza kufanyiwa kazi na yakaboreshwa, na baada ya kumaliza kikao hicho, moja katika makubaliano ya kikao ni kutengeneza timu ya pamoja kati ya secretariat yetu ambayo chini uh, CEO Andre Mtine pamoja na timu ya design kutoka GSM Group kwa ajili ya ku accommodate hayo mahitaji ambayo tunahitaji wote kwa pamoja. Na nitoe mwendelezo sasa, baada ya kumaliza hatua hiyo ambayo tumekubaliana in a week time, inatakiwa hiyo imeshakwisha kwa sababu conceptual design imekamilika, unahitaji kwenda kwenye detail design nikisema hivi watu wa, watu wa miradi watanielewa. Architects anaweza kutengenezea muonekano mzuri wa jengo. Hatua ya kwanza ni kutoa mapendekezo yako na kukubaliana. Hatua inayofuata sasa kwenda kwenye structural design na services na vitu vingine, ambavyo hiyo inaweza kuchukua muda kidogo. Tunatarajia tutakuwa na schedule of works baada ya hapo inayotuonyesha matukio hayo yatachukua muda gani na kila hatua tutakayokuwa tunaifikia tutakuwa tunaileta kwenu. Kwa hiyo baada ya kufanya kikao cha leo na kupata conceptual design tumekubaliana na tumeridhia kwa asilimia zisizopungua tisini, machache kama ya asilimia kumi ndio yatakayokuwa yana mabadiliko kwenye mchoro huo. Kwa hiyo tumekubaliana ndani ya wiki moja hayo yatakuwa yamekuwa yamekamilika, ya baada ya hapo wiki inayofuata Tunatarajia kuwa na kikao kingine kitakachokwenda kuzungumzia gharama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna concept lakini hatujapata gharama. Tukitoka kwenye hatua hii ya concept, ambayo ndani ya wiki moja tutakuwa tumeikamilisha, tutakwenda kwenye hatua ya pili ya kuestablish cost of the project. Tukiweza kupata gharama za ujenzi wa uwanja baada ya kuwa tumeyapitisha yale tunayoyahitaji yawe sehemu ya uwanja huo Hatua ya tatu itakwenda kuwa hatua ya majadiliano ya jinsi gani tutashirikiana na mgawanyo wa mahusiano ya mradi huu. Narudia tena, baada ya kuwa na michoro tukaipitisha, hatua ya pili ni gharama. Baada ya kupata gharama za mradi mzima, hatua ya tatu itakuwa ni mahusiano ya mgawanyo wa mradi huu kwa maana ya distribution of shares or partnership inayokwenda kujenga mradi huu. Kwa hiyo kulingana na taasisi hizi mbili, GSM Group na Young Africans ambazo zinakwenda kukutana, tutakuwa tuna mkataba unaotuunganisha kwa pamoja. Unaonyesha majukumu na manufaa ya kila taasisi katika hizi mbili ambazo zinakuja pamoja. Kwa hiyo Young Africans itakuwa na contribution ipi na itakuwa inanufaika vipi? Na GSM Group itakuwa na contribution ipi na itanufaika vipi? Kwa hiyo itakuwa ni hatua ya tatu baada ya hii moja ya kwanza leo kwa tumekamilisha, na katika kila hatua tutakuja kuwajulisha kadri tutakavyokuwa tunaendelea. Baada ya kufikia makubaliano hayo ya mgawanyo wa mahusiano au partnership yetu, tutasaini makubaliano officially kwenye public, na kila mmoja ataona. Na baada ya kufanya hivyo, tutakwenda kwenye hatua ya nne ambayo itakuwa ni utekelezaji wa mradi hizi ndio stages ambazo tumeziandaa na stage hizo zitakuwa ziko communicated kwa wanachama wetu wapenzi, mashabiki na watanzania kwa ujumla wanaopenda kufuatilia yale yanayoendelea kwenye club ya Africans. Summarized, leo tumepo, tumepokea presentation ya kwanza ya aina ya uwanja. Hatua ya pili tunaenda kuongeza yale ambayo tunayahitaji, yatachukua wiki moja na hatua hiyo itatuletea gharama, ndiyo hatua ya pili ya costing. Hatua ya tatu itakuwa ni partnership agreement kati ya GSM Group na Yanga na hatua ya nne itakuwa ni utekelezaji wa mradi. Niwashukuru sana GSM Group kwa kuwa sehemu ya mahusiano haya, na hii inakwenda kuandika historia ya klabu yetu. Mradi huu haujawahi kutekelezeka toka kuumbwa kwa klabu yetu. Mradi huu haujawahi kuonekana ni practical kwa miaka mingi sana. Niwahakikishie leo, tumepokea dhamira ya dhati kabisa ya mdhamini wetu ambaye pia ni partner wetu Bwana Ghalib Said Mohamed. Ametuhakikishia kwamba mradi huu ameupa kipaumbele. Siku tutakayotia sign anatarajia siku hiyo hiyo kuanza ground breaking, siku hiyo hiyo immediately. Yuko tayari amejiandaa kifedha kwa ajili ya mradi huo, yuko tayari amejiandaa kitaaluma, maana technical team yuko tayari kwa kuhakikisha mradi huu unafanikiwa. Na sisi kama kamati ya utendaji tunamhakikishia ya kwamba ndio ndoto yetu kuhakikisha kuwa tuna uwanja ndio dhamira yetu kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi katika kipindi cha uongozi wetu, na tutakuhakikishia kwamba sio tu utapata sapoti. Huu ni mradi wetu sisi, utakaotekelezwa kwa nguvu zetu, usiku na mchana, kuhakikisha tunaukamilisha. Lakini sio tu kujenga uwanja, tunaenda kujenga uwanja wa kihistoria ambao uwanja huu utakwenda kurudisha matumaini ya wanayanga waliotamani kuona klabu yao inakuwa na uwanja. Ni ndoto ya wanayanga wengi nchi nzima na nje ya nchi. Ninaye rafiki yangu hapa Oriedo, all the way from Uganda he came to, to witness this process and he will definitely watch our game tomorrow. Karibu sana na Sio tu Tanzania inayofuatilia kuhusiana na mradi huu, bali Afrika na ulimwengu unafuatilia kuhusiana na mradi huu, na niwahakikishia kwamba tutakwenda kuutekeleza kwa umakini na kwa uadilifu mkubwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kuhakikisha mradi huu unatekelezeka na unakuwa ni sehemu ya historia kwa vizazi na vizazi vya wapenzi na washabiki wa klabu ya Africans. Kwa kusema hayo tutakuwa tunarudi kwenu katika kila hatua kuwaonyesha mahali tulipofika, na mtakuwa na nafasi ya kuwajuza Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mradi huu wa Club Young Africans. nawashukuru sana na sasa nitakuwa tayari kama kuna swali lakini, kabla ya hapo, niseme element moja muhimu ambayo mnapaswa pia kujua. Club Young Africans, ukiachilia mbali partnership ambayo inakwenda kuifanya tutakuwa pia tuna tumekubaliana kupitia excom, tutakuwa tuna technical team ambayo ni consultant wa kwetu ambaye atakayeenda kusimamia quality assurance ya mradi wote. Tunafahamu kwamba mwekezaji atakuwa na technical team kwa ajili ya ujenzi kwa maana ya contractor na consultant, lakini kwa kuhakikisha quality assurance pia inasimamiwa upande wa sisi kwa maana ya taasisi ya Africans tutatangaza tenda pia ya consultant upande wetu wa mtu ambaye au taasisi yenye taaluma ya miradi kuja kusimamia quality, na hii ni standard practice, partnership zozote zinakwenda kwenye hayo maeneo, ili kulinda interest ya kila party kwenye huu mradi. Kwa hiyo tutaappoint pia, tutaitangaza na kumappoint consultant atakayeenda kusimamia quality kwenye uwanja wetu na dhamira ni njema kuhakikisha ya kwamba kile ambacho kimekuwa designed na ndiyo hata GSM Group wanakitamani kiwe implemented kinakwenda kusimamiwa na consultant huyo kwa ajili ya kuhakikisha, uh, ubora na thamani ya mradi huu unakuwa ni mkubwa sana. Sasa niko tayari kupokea maswali. Karibu sana. Nasibu, karibu. Yanga haijaingia mkataba na GSM wa kujenga uwanja. Yanga yamemuappoint GSM kushinda mchakato wa kujenga uwanja. Nimeeleza hapa, hatua ya kusaini makubaliano itakuwa ni hatua ya tatu. Hatua ya kwanza ni kupitia scope. hatua ya pili ni kupitia gharama, hatua ya tatu ndiyo makubaliano na kusaini. Kwa hiyo Yanga haijasaini bado makubaliano, na hatua ya nne nimesema ndio ujenzi. Kwa hiyo hatua hizi zote tumeziandalia utaratibu wa majadiliano kama ilivyokuja kwa leo. Tumeanza hatua ya kwanza, michoro tumejiridhisha, kama nilivyosema, asilimia tisini ya concept imebebwa, only 10% te, ndio mambo ambayo tunahitaji kuyabadilisha, ambayo tumetoa muda mchache kwa wiki moja. Baada ya hapo tunatarajia kupokea gharama sasa za kuonyesha mradi huo utathaminishwa kwa kiasi gani, na katika gharama pia bado kutakuwa kuna majadiliano, sio tu kupokea. Ni mkutano kama huu, tutajadiliana kuhusiana na gharama. Hatua ya tatu sasa ndiyo partnership agreement ambayo sasa na yenyewe itakuwa defined kulingana na gharama ambazo mwekezaji anakuja kuziweka na mchango wa Yanga kwenye mradi huo. Kwa hiyo pale pia kutakuwa kuna majadiliano. Ndiyo maana Ali aliitambulisha kamati inayoitwa kamati ya majadiliano, negotiation team ya Club Young Africans. Na kwenye hiyo negotiation team tulisema hakuna mwenye interest ya mradi huu zaidi ya Exco ambao sisi tunawawakilisha wanachama wetu wa klabu ya Yanga. Tukasema tuongeze taaluma kwenye kamati hiyo, tukawapoint wajumbe wawili Alex Mgongolo ambaye yuko kwenye uh, aspect ya kisheria, taalamu wa sheria na mbobezi, na Ivan Tarimo ambaye yupo kwenye miradi na fedha, hawa watushauri. Partnership ziko za aina nyingi, ipi inaweza kufaa kwa maslahi ya taasisi zote mbili ambazo zinakuja kwa pamoja hayuko mtu hapa ambaye amekaa Yanga anataka kumkandamiza GSM wala hakuna mtu alokuwa GSM ambaye anataka kuexploit opportunities za Yanga. Wote tunataka tuungane kwa partners. Partners ni watu ambao wanaruka kwenye kimo sawa, watu ambao wapo wenye dhamira njema kutekeleza miradi kwa pamoja. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuomba kujenga uwanja ni kuonyesha dhamira yake njema kutaka kusapoti ujenzi wa uwanja na sisi kutangaza ni kuonyesha dhamira kwa tayari kufanya kazi na external partners kwa ajili ya mradi. Kwa hiyo watu ambao mnakutana kwa pamoja mwenye dhamira moja, hamwezi kuishia njiani. Tunaamini hatujafika kwenye majadiliano, lakini tunaamini kwa dhamira njema zilizokuwepo katika taasisi hizi mbili, basi ndoto ya uwanja itakwenda kutimia, na ni kuhakikishie kwa niaba ya Excom tumepokea kauli kutoka kwake akisema kwamba amejiandaa financially siku atakapo saini mkataba na siku hiyo ataanza utekelezaji. Unaweza kuona huyo mtu readiness yake na dhamira yake ni kubwa kiasi gani? Wako watu ambao, na si kwa ubaya, anaweza kushinda itenda kwa ukubwa wake akatafuta fedha kutoka kwenye maeneo mengine na akapata, na kuna mchakato wa kusubiri kuomba fedha, lakini ametoa dhamira yake kwamba fedha ambazo am fikiria high level kwa ajili ya mradi tayari ziko na yuko tayari kutekeleza. Kwa hiyo tunaamini kwa dhamira njema tutafikia makubaliano mazuri, na hatuamini kwamba tutafika sehemu tukashindwa na turudi tena kwenye public kwa ajili ya kutafuta investor mwingine. anza na la kwanza, vipi gharama za uwanja zitapatikana tutajuaje? Bahati nzuri mradi huu ni mradi wa kitaalamu kabisa na mradi ambao duniani kote kuna kitu kinaitwa bills of quantity BOQs. BOQs ni, ni mfumo wa kisasa wa miradi unaweza kuestablish gharama za mradi. Kwa hiyo tulianza kwa kutengeneza mchoro na mchoro unaenda kujenga unaenda kutengeneza kitu kinachoitwa BOQs, bill of quantities. Kwa hiyo architect, leading architect atakapopata confirmation ya final draw anaenda kutengeneza BOQ na hiyo BOQ ndio itakayo to lead kwenye pricing. Kwa hiyo hakutakuwa kuna, hakutakuwa kuna assumptions. Ukisema chumba hiki kitakuwa kina ukubwa huu, kitakuwa kina taa, kitakuwa kina floor ya tiles, kitakuwa kina milango miwili, tunahitaji kuona hizo costs. Ndio BOQ maana yake. Tukisema uwanja utakuwa na siti 10,000, 20,000, 30,000 tutakuwa tuna cost za kila kitu kinachoenda kuingia kwenye uwanja. Tukisema dressing room zitakuwa nne, manake kila dressing room moja tunahitaji kujua ina kitu gani katika hizo dressing room nne, maana yake cost zake zitakuwa. Tunaposema kuna LED screen zitakwenda kuzunguka uwanja, tunatakiwa tuone hizo LED screen za quality ipi na price yake kipi. Tunaposema kuna nariyake scoreboard yenye ukubwa huu, same thing. So cost hazitakuwa established kutoka mbinguni zitakuwa established kutokana na scope ya kazi. Hilo la kwanza. Umeulizia what will be the contribution of Yanga kwenye mradi huu. Contribution ya Yanga, niseme kwenye uhalisia, Yanga ndo mwenye mradi, hata sio contributor. Contributor hawezi kuwa Yanga. Yanga, Yanga ndo owner wa mradi. Kwa sisi tutaumiliki huu mradi, lakini tutaumiliki huu mradi in partnership na mwekezaji. Kwa hiyo kwenye kila linalofanyika maanake kuna mkono wa Yanga. We are partners. We are not sitting back tutamkabidhi GSM ardhi aendelee pale. Hapana. Sisi tutakuwa sehemu, part and parcel ya mradi huu. So we are going to be partners. Kwenye partnership, ushiriki wangu kama Yanga utakuwa kwenye kila hatua, kama nilivyoanza leo, ushiriki wa Excom kwenye kutengeneza mchoro, maana yake ndo involvement ya Yanga kwenye kila hatua. Tukitoka kwenye mchoro tutakwenda kwenye gharama, tutakwenda kwenye tukitoka kwenye gharama tutakwenda kwenye partnership ya aina gani ya namna gani, itawanufaisha vipi, contribution ya Yanga itakuwa wapi, contribution ya mwekezaji itakuwa wapi, everything very clear. Tutakapokwenda kwenye utekelezaji, nimesema hapa tutamwa point consultant, si ndivyo? Maana yake consultant ndio Yanga mwenyewe sasa ni technical team ambayo itakuwa ni jicho la Yanga kwenye kila hatua. Kwa hiyo hata siku inamwagwa zege badala ya kumtuma vice president aende pale, tutakuwa tuna mshauri wetu au consultant wetu anayesimamia umwagaji wa zege. Hakuna sehemu na sio tu kwenye ujenzi. Tukimaliza ujenzi, tutakwenda kuwa na partnership ya operation ya uwanja ambayo itakuwa in partnership kati ya Yanga na GSM. Kwa hiyo contribution ya Yanga ipo kwenye kila hatua. Umeuliza swali la tatu la kuhusu mchoro, yes, katika moja ya documents ambazo tulishare na GSM sio tu barua inayotoa appointment kwao. Hiyo ilikuwa ya kwanza kuwaonyesha kwamba wameshinda. La pili tulikuja na specs zetu. Moja katika specification ni mchoro ambao tuliusubmit, initial conceptual design na mahitaji yetu. Tunahitaji dressing room ngapi, tunahitaji VIP boxes ngapi, tunahitaji VVIP ngapi, tunahitaji presidential suite, tunahitaji media center, tunahitaji gym, tunahitaji hiki yote hayo yalikuwa ni sehemu ya contribution yetu kwenye conceptual design. Kwa hiyo hata wakati unakuja kupresent hapa, hakikuwa kitu kimetoka mbinguni, kimekuwa kitu ambacho sisi wenyewe tumekuwa na mchango wa kwamba tunahitaji kitu cha namna gani. So, that was the the answer depending on your question kwenye, je, tulitegemea tulite tulete mchoro hapa? Sisi tulisubmit yale yote tunayohitaji including mchoro. Kwa hiyo hata mchoro utakapokuja wa mwisho, utaona kuna maboresho yamefanywa lakini maboresho hayajaenda mbali na kile ambacho kilikuwa kwenye fikra zetu. Swali la nne, GSM leo yupo na mradi unaweza ukaendelea, je? yes, asipokuwepo. Kwa moja katika vitu vinavyokwenda kusainiwa ni makubaliano ya taasisi mbili. Mimi kama mwenyekiti wa Yanga nitasaini kwa niaba ya wanayanga, na Ghalib kama mwenyekiti wa GSM Group atasaini kwa niaba ya taasisi yake. Mwezi wa sita, naweza nikakosa kuwa rais wa Yanga baada ya uchaguzi haimaanishi mradi huu umekufa. Mradi huu ni wa klabu ya Yanga, na mradi huu ni wa taasisi ya GSM. Leo mimi nipo, mradi huu utatekelezwa. Kesho sipo, mradi huu utatekelezwa. Sema wajumbe wa kamati yangu ya utendaji, vice president leo wapo, kesho hawapo, haitaathiri chochote. Ni makubaliano ya kisheria kati ya taasisi mbili, Young Africans na GSM Group. kwenye upande wa muda hii step ya wiki moja ni ya marekebisho tu ya hayo hizo conceptual design kuziweka kwenye final ambayo sisi tunazihitaji, na baada ya hapo tutakaa sasa kwa ajili ya kupata gharama, na kila hatua tutakuwa tunawajulisha muda gani utakao kuona kwenda mpaka siku tunapoanza ujenzi. Tumesaini makubaliano siku inaanza, pia tutatoa muda wa mradi huu utachukua muda gani kukamilika kwake. Kwa hiyo timing itakuwa inaendana na uhalisia wa matukio ambayo yako mbele yetu. Kwenye eneo la category, category ya juu kabisa kwenye viwanja ni category 4 ambayo kwenye kwenye kategori za Afrika na mashindano za mechi za Afrika inachezwa Champions League final, AFCON final, ndio mashindano ya juu kwetu kwa level ya Afrika. Na hiyo kategori ya juu ina specifications zake. Unahitaji kuwa na dressing room nne badala ya mbili katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na referees set mbili badala ya moja katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na media uh, tribune yenye ukubwa wa viti kadhaa unahitaji kuwa na media center yenye, unahitaji kuwa na mix zone, unahitaji kuwa na LED screens, unahitaji kuwa na um, a lot of infrastructures zinaweza kusupport high level competitions. Kwa hiyo dhamira yetu ni kati ya category 3 ambayo category 3 inakupeleka mpaka robo finali ya Champions League na unaweza kucheza hizo mechi za ziada robo finali kwa hiyo nusu fainali na fainali unaweza ukazikosa, lakini pia ina sifa zake ambazo ukizitazama zinakidhi mahitaji ya vilabu vyetu. Kwa hiyo na hivyo vyote, kadri unavyosogea kwenye kategori ndio gharama inazidi kuongezeka. Kwa hiyo wakati tunafanya assessment ya costing tutaassess hivyo vitu viwili. Je, kutoka hapa ambapo tunapataka category 3 kwenda category 4, In terms of costing tutakuwa tunapungukiwa kwa kiasi gani au itaongezeka kiasi gani, is it affordable? Ndio maana ya majadiliano, kama ni affordable tutakwenda to, to the highest end. Kwa hiyo bado hatujafanya maamuzi ya either 3 or 4, lakini tutakapofanya pia tutawajulisha na kushukuru. Msaba, swali lako ni zuri, if you ask me na wajumbe wangu wa kamati ya utendaji, we want a state of art Stadium State of art na, na uwanja ambao unaenda kubeba sio tu matukio ya kimpira, unaenda kubeba matukio mengi mbalimbali, uh, matukio ya kijamii, matukio ambayo yanaweza kuhitaji venue nzuri kubwa, inaweza kubeba watu wengi, matukio ambayo ya binafsi ya kijamii takufanya akuna mtu mmoja aliahidi Yanga kijenga uwanja yeye ndo ataoa, na naamini wako wengi watu wa namna hiyo. Pia tutengeneze facility ambayo inaweza kuruhusu social activities as well kwenye uwanja. Siwezi ku compare na uwanja wa timu yote nyingine, lakini Yanga itaenda kujenga uwanja state of the art, uwanja utakao kuwa una hadhi ya kimataifa, uwanja utakaofanya wana Yanga kuwa very proud na timu yao, uwanja utakaovutia watu kwanza kuja viwanjani, moja katika sehemu ambayo siku hizi watu wanaona nikae sitting room niangalie kwenye TV au niende uwanjani, ile burudani ambayo naipata nikiwa nyumbani na ambayo naipata uwanjani, tuifanye iwe more comfortable watu kuja kwenye viwanja, tutengeneze atmosphere nzuri ya kimpira. Kwa hiyo si compare na klabu yote, lakini na kuhakikishia tutajenga state of the art stadium. Nakushukuru sana na naamini maswali yamekwisha. Nichukua fursa hii kukushukuru Mr. Ghalib pamoja na timu yako kwa dedication kubwa ambayo umeifanya kwenye klabu yetu ya Young Africans, na kutimiza ndoto za Watanzania mamilioni kuona timu yao inakuwa na, na uwanja. Tukuhakikishia ushirikiano kuhakikisha uwanja huu unatekelezeka na ndoto yako na wanayanga wenzako walokuwa nyuma yako wanapata uwanja, lakini pia niwashukuru wajumbe kamati ya utendaji pamoja na kamati yetu.